Kwawi, uh, ni mchezaji wa mpira wa kikapu kwa Nsongwe. Mbeleni hapa ni kiwanja cha mpira wa kikapu kwa ambaye Songwe. Ah, hali ya mchezo huu katika mkoa wetu ni mbaya. Kifupi ni mbaya. Kama unavyoona mazingira sio rafiki. Kulingana na hali, uh, halisi ya, ya mchezo huu inahitaji mazingira ambayo ni rafiki kuanzia kwenye ardhi kwa maana ya kuzungumzia pamoja na na uwepo wa vifaa vya michezo mbalimbali mbali, mipira, jezi na viatu. Kubwa zaidi changamoto inayopitia ni uwanja. Uwanja ndio una changamoto kubwa sana hiyo, ndio kwa kwa kifupi tu hali ya mchezo huu wa mpira wa kikapu kwa Songwe bado ni duni sana. Aa, nafasi hapa zipo, zipo nyingi sana, na kama unavyoona hapa tuna programu ya wadada ambao wana fuza uh, mchezo huu wa mpira wa kikapu. Hii ni baada ya kuwashawishi kwa muda mrefu sana. Hawajaangalia uh, mazingira kama tulivyozungumzia hapo mwanzo, hawajaangalia mazingira yako vipi, ila wenyewe wamependezwa na mchezo huu uh, hivyo tunaendelea nao na training ndogo ndogo kila siku. Pia tuna programu ya wanafunzi wa sekondari ambayo inafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano. Kwa kifupi, tunawakaribisha watu wote katika mchezo huu kama <tukamu> wanahitaji kujifunza, tunawakaribisha sana, tuko muda wote kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Sasa huo mpango ni mpango wetu endelevu. Ah, tukizungumzia katika mashindano haya sisi tunashiriki mashindano ya mkoa wa Mbeya timu zote mbili za wanawake na wanaume na, wana na hata sasa tuko katika ligi ya Mbeya ambayo inaitwa Nyerere Cup ambayo kilele chake ni tarehe kumi na nne mwezi wa kumi mwaka ishirini ishirini na tano. Kwa hapa mkoani Songwe, sisi kutokana na hali yetu ya uwanja bado hatujaanza hayo mashindano, lakini yapo katika malengo yetu hivyo basi tu, kwa sasa tuko katika program za kuweza kufanikisha uwanja wetu uweze kukaa katika hali salama, kisha hayo malengo mengine yote yataenda vile sawa. Kwa wadau tumeitoa kwa asilimia mia moja, lakini mwitikio umekuja kwa asilimia tano kutokana na nini? huu mchezo ni hakuna watu wengi, wa, watu wengi kwa upande wa Vwawa au tuzungumzie kwa upande wa mkoa wa Songwe ni wachache sana wanaolewa na huu mchezo. Wengi wamejikita katika michezo mingine hususan uh, mchezo wa mpira wa miguu kwa maana ya football. Lakini mchezo huu ni mzuri sana. Sio huu tu, karibia michezo yote lakini tuna sisi mikakati yetu sisi kama vijana hapa kwa kuhakikisha tunainua mchezo huu uh, kwa maana ya mpira wa kikapu mkoani Songwe. Kwa mpaka sasa tuna tunajivunia kuweza kuanzisha chama cha mpira wa kikapu Songwe, ambacho kinaitwa Songwe Regional Basketball Association, ambacho tayari hiyo ni nguvu yetu sisi binafsi, hata katika uwanja pia ni nguvu yetu. Lakini mpaka sasa tumewapata wadau zaidi ya wadau kumi, lakini mpaka muda huu mpaka tunaanza programu hii ya kuanza kutengeneza viwanja, hakuna mdau yoyote ambaye ametushika mkono. Hivyo, kama kuna mdau ambaye yupo tayari, sisi nafasi yetu imetoa kwa asilimia mia mia, anaruhusiwa kuweza kutusapoti ili basi tuweze kuinua mchezo huu na vijana waweze kuenjoy katika mchezo huu.